Bwana ah, Yesu asifiwe sana. Aposto, nimerudi nikiwa nataka nijibu ni swali ambalo limekuwa likiulizwa na watu wengi. Nimekuwa nikiulizwa sana maswali kuhusu ufafanuzi. Je, kubeti, kubashiri, kusuka mkeka eh, kutengeneza mkeka wenye mechi kadha wa kadha, wakati mwingine, wengine wanaendesha paka vieta kile kindege. Ni dhambi? Nimewe kuulizwa maswali hayo sana na watu wa kanisani, lakini leo leo nataka nikupatie majibu, kupatie majibu ya kwamba kubeti ni kubashiri kwenye Biblia kwenye Biblia yangu ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya kumi na nane na mstari wa ishirini nasema: asionekane, asionekane mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamae bao, watu wa bao hai, asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamae nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri kwenye kubashiri tu hapo, kwenye kubashiri asionekane mtu. Biblia anasema asionekane mtu mwenye kubashiri. Unaweza ukawa unasali lakini unabashiri mno, una beti kupita kawaida. Ni kweli una huduma nzuri sana, watu wanakupenda sana, wanakukubali sana lakini tatizo lilionalo wewe una beti mno, kubeti imekatazwa. Lakini pia kwenye kitabu cha Mika sura ya 3 mstari wa saba inasema, na hao waonaji watatahayalika na wenye kubashiri watafadhaika, wenye kubashiri watafadhaika. Nataka nikuulize swali, tangu umeanza kubeti umefadhaika mara ngapi na umeflai mara ngapi? Umefadhaika mara ngapi na umeflai mara ngapi? aidha nafikiri sitaji paka mtu anaweka shilingi elfu kumi, shilingi elfu tano, laki moja, milioni moja. Wengine paka wanaweka nyumba. Eh, wengine paka wanawake wanaweka wake zao kwamba Simba isipofungwa isipofungwa na timu fulani, mimi kama mpinzani wa Simba nitatoa moja, mbili, tatu. Aidha, Yanga leo isiposhinda mke wangu mchukue. Ndugu yangu, nafanya makosa sana, kubashiri ni kosa kubwa sana. Umefadhaika sana kwa sababu ya kufanya ubashiri, lakini usiolijua siri kubwa kuhusu, kuhusu ubashiri, na kwa nasema ni makosa. Makampuni makubwa yanayomiliki hizi hisa, za hizi hisa pamoja na, na companies za kubeti yanamilikiwa na kundi moja ambalo linaitwa Illuminati. Hawa Illuminati ndio ambao wanashikilia mifumo yote ya kubeti Illuminati wanashikilia mifumo yote ya kubeti. Lakini pia wao wana uwezo hata wa kubadili matokeo. Wana uwezo wa kubadili matokeo ya timu. Kwa mfano, nikupe mfano mmoja. Kuna timu nimesikia, UEFA alikuwa na anacheza. Wakaweka kipengele fulani kwamba je, golikipa atafunga au hatofunga. Eh, golikipa atafunga au hatofunga. Kati, eh, ni kipengele ambacho kwa wale ambao wamezoea kufanya bashili zao hawajawahi kukiona, lakini maajabu walivyokiweka tu hicho, ni kama vile walikuwa wanajua, kwenye mechi miongoni mwa mechi kati ya kumi na nane zilizochezwa golikipa alifunga goli. Lakini pia wanao uwezo wa kubadilisha matokeo. Kati ya hilo ndugu yangu, lakini pia kujiunga kwenye mambo ya kubashiri ni kusapoti mambo ya Illuminati, jicho la tatu wakati mwingine unaweza kusema bwana ah bwana mambo gani wewe, acha tuache sisi tutafute hela. Lakini katika yote ni kueleze, <coughs> umewahi kula shilingi elfu thelathini? umewahi kula shilingi laki moja? umewahi kula shilingi milioni moja? naomba ujiulize, pitia kwenye mikeka yako, angalia kiasi cha pesa ambacho umekuwa ukiingiza kwenye mfumo wa muhindi, ukiingiza kwenye mfumo wa muhindi na kiasi cha pesa ambacho umekuwa ukitoa kanisani, ukitoa kwa ajili ya watu wengine ukitoa kwa ajili ya kusapoti eh, mambo ya watu wengine ndugu yako, utajikuta kanisani, au kwenye huduma unayoifanya au kwenye dini yoyote ile, utajikuta unaingizaga kiasi kidogo sana. Unaweza kujikuta mtu mzima anatoa shilingi mia mbili kanisani, lakini kwenye kubeti shilingi elfu kumi, mkeka umeshawekwa tayari hata kabla siku haijafika. Kwa hata ni kueleze, kwa anayefanya, kwa asiyefanya, lazima atambue kwamba kubashiri ni dhambi. Chochote kile ambacho eh, kinaweza kachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako ni ex. Biblia imeweka wazi apendaye kubashiri atafadhaika sana, na wala asiwepo mtu apanyaye kubashiri. Kubashiri kwa kusema hivyo, ndugu yangu, naomba nikueleze, tunapoelekea hata weekend ya wiki hii, kuna mechi nyingi. Usibashiri, utaliwa. Usiseme kwamba sikukwambia utaliwa, utaliwa. Sasa mtumishi wa Mungu, una beti, una beti, mifumo ya kubeti na milikiwa na mashetani Eh, watu ambao wana, wana, wanafanya kazi kwenye serikali ya kuzimu, unategemea kwamba utatoboa hapo? Wewe ni mwinjilisti una beti, alafu mfumo wa kubeti unamilikiwa na Illuminati, utatoboa hapo? Haiwezekani. Mwimbaji yamkini, wakati mwingine hata ni mchungaji una beti. Tufanye kazi, tufanye kazi, tufanye kazi. Chanzo cha mafanikio ya mtu sio kubeti, ila <coughs> uchawi wa mafanikio upo kwenye kutoa fungu la kumi, toa zaka kamili. Toa zaka kamili kwenye kazi za mikono yako. Tuachane na mambo ya kubeti, tuachane na vitu vingi ambavyo matokeo yake vinatulemaza vina akili zetu tunashindwa kufanya kazi. Tufanye kazi, tufanye tuachane na mambo ya kubeti, toa fungu la kumi. Mafanikio unayoyataka kupitia kubeti utayapata kirahisi sana, kwa sababu wote tunakubaliana, Waislamu Wakristo tunakubaliana kwamba anayetoa ni Mungu peke yake. Kwa kusema hivyo, ndugu yangu, mimi nikutakie wakati mwema. Ninaamini unapo video hii utaacha kubeti, lakini ukisikia ndani ya moyo wako nasema huyu naye vipi, jua tayari mfumo wa, wa Illuminati umesha kukamata na kutoka hapo ni kazi. Kwa hiyo kubeti ni kama unavyofanya covenant. Unaweza kujikuta na makampuni zaidi ya matano, lakini Biblia hauna kwenye simu yako. Thank you very much. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amen.